yaani sunna, nikimaanisha hadithi. Je, hadithi ndiyo zenye kutafsiri Quran? Na je, hadithi ndiyo zenye kukamilisha Qurani? Yaani Qurani ni naqis. Kwa hivyo haikamiliki mpaka uweke na hadithi pembeni. Yaani ni lazima tukitaka kufahamu kitabu cha Mwenyezi Mungu ni lazima tufuate hadithi ni lazima tuende kwenye hadithi ndio tutafahamu Qur'an. Je, haya maneno ni kweli? Na kama alivyosema alimamu al-Auza'i, Mwenyezi Mungu amfutie madhambi yake, asema kwamba alkitabu ahwaju ila sunna mina sunna ila al-kitabu. Yaani, Qur'ani iko na haja zaidi na hadithi kuliko hadithi kuwa na haja zaidi na Qur'ani. Na haya maneno ni ghairu sahih, siyo sawa. Na walosema maneno kama haya ni kama kwamba wao hawajaifahamu Qur'ani; ni kama kwamba wao hawaisomi Qur'ani kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anatuambia wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, kila kitu Mwenyezi Mungu amekipambanua kila kitu. Kulla shay'in kila kitu Mwenyezi Mungu amekipambanua. Mwenyezi Mungu kusema kulla shay'in ina maana huhitaji kitabu chengine chochote kufahamu Qur'ani. Hiyo ndio maana kutuambia wa kulla shay'in na Mwenyezi Mungu anatuambia waqad fasala lakum ma harama alaikum fasala lakum, amepambanua muharamati zote ndani ya Qur'an. Huna haja ya kwenda kwenye kitabu cha fiqhi, huna haja ya kwenda kufungua vitabu vya Sahihi Bukhari kujua mambo alioharamisha la. Mwenyezi Mungu anatuambia waqad fasala lakum ma harama alaikum, na kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwenye aya nyingine iliyo kwenye Suratu Yusuf Mwenyezi Mungu anatuambia

Kwa hivyo vipi leo utuambie, as-sunna tufasiru lquran as-sunna tukamilu lquran alkitabu ahwaju min sunna alkitabu ahwaju ila sunna min sunna ila lkitab? Maneno haya yatoka wapi? Na mwenyezimngu ashatwambia kila kitu amekiweka wazi, kila kitu amekipambanua ndani ya Quran. Kwa hivyo leo tunazungumzia aya moja ambayo kwamba wengi wetu wanafanya kwamba ndiyo hoja wanafanya ndio kwamba dalili ya kuonesha kwamba ni lazima turudi katika ahadithi ndiyo tufahamu Qur'an. Na aya yenyewe ni aya ambayo kwamba iliyoko katika sura An-Nahl aya ya 44. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, bil bayinati wa zubur wa anzalna wa anzalna ilayka dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Aya kama hini ndio hoja wanaoitoa, kumaanisha kwamba Mtume Muhammad ndio alotafsiri Quran, kwa hivyo ni lazima tufuate hadithi. Hapa kuna swali: ikiwa wewe ni mwenye akili na mwenye kufikiria kama alivotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, liqaumin yatafakkarun, la'allahum yatafakkarun. Kwa hivyo ni lazima tufikiri. Ana ufakir idhan ana maujud, kama maneno ya ule filosofa alosema, ana ufakir idhan ana maujud. Mimi nafikiria, kwa hivyo mimi niko hai. Kwa hivyo yule asiofikiria hana tofauti na maiti. Mwanadamu ni lazima ufikirie. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mwenye kufikiria na wasema, kwamba mtume, tuambiwa kwamba Mtume Muhammad ametafsiri Qur'an, mbona yaani, mtu lazima ujiulize, mbona hatuoni kitabu ambacho kwamba ni tafsir Muhammad ibnu Abdillah ama tafsiri Nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, mbona hakuna kitabu kama hicho? Tunao kitabu tafsiri Ibnu Kathiri, Ibnu Maja, eh, tafsiri Ibn Kathiri, tafsiri Zamakhshari, tafsiri Tabari. Mbona tuko navyo hivyo vyote, lakini hatuoni tafsiri ya Muhammad Ibnu Abdillah. Ikiwa kweli mtume ametafsiri, kiko wapi kitabu chake cha tafsiri? Kwa hivyo hili ni swali la kujiuliza mtu. Kwa hivyo hakuna tafsiri kitabu chochote cha tafsiri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hakuna kwa hivyo leo tuangalie hii dalili wanaitoa waanzalna ilayka dhikra litubayina linasi wa ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun litubayina linasi wao wamesema kwamba litubayina yani litufasira Ye, ni kweli litubayina maana yake ni kufasiri? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiki kitabu kama daima ninavyosema kwamba ni ilm, ilm fil khitab. Hichi kitabu maneno ya Mwenyezi Mungu ni ilm, lakini Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu biilmihi walmalaikatu yashhadun kwa hivyo kitabu cha Mwenyezi Mungu ni ilmu, na ilmu yoyote lazima iwe na kaida, na Qur'an iko na kaida. Ukitaka kutadabbar Qur'an, kuna kaida zake, na kaida hazitoki kunje wala hazitoki kwenye vitabu vingine. La, kaida mwenyewe alotuletea hii Qur'ani ndo ameweka kaida ndani ya hiki kitabu, na daima nasema kaida ya kwanza ni inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan laalakum taqilun, hiyo ndo qaida ya kwanza asasi, hiyo ndo kaida. kwa hivyo leo tutataka kuangalia, je, litubayina maana yake ni kutafsiri? Na daima twosema kwamba kuna qaida ambayo kwamba inayosema, la yumkin likalimataini mukhtalifataini an antakuna lahuma nafsu dalala, na hii ni qaida na iko na aya yake kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani hakujalia vilma viwili tofauti viwe na dalala moja. Kwa hivyo haiwezekani litubaina iwe ni litufasira, haiwezekani. Mwenyezi Mungu ametaja kilma cha tafsiri ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kilma cha tafsiri ndani ya Qur'ani katika Suratul Furqan aya 33. Mwenyezi Mungu anasema nini? Anasema wala yatunaka bimathalin illa jiinaka bilhaqi wa ahsana tafsira. Ametaja kilima cha tafsir. Kwa hivyo te, haiwezekani tafsir tibyani, ama bayan iwe maana yake ni tafsiri, kwa sababu Mwenyezi Mungu amevitaja vilma hivi viwili, na haiwezekani kwamba vilma viwili tofauti viwe na dalala moja, haiwezekani. Kwa hivyo nini maana litubayina linasi mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sarafa lana lamthila la, ametupigia mifano ili kusiwe na mijadala, ili tupate kufahamu maneno yake. Kwa hivyo nini maana ya tibyan? Nini maana ya bayan? Nini maana litubayina linasi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Ali Imran anatuambia

Hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuambia wa idha akhadha, alipochukua ahdi kwa ahlul kitabi ambao ni mayahudi na manaswara, la tubayinunahu linasi, wala taktumunahu. Kwa hivyo tumejua maana ya bayan, kinyume chake ni kitman. La tubayinunahu linnasi wala taktumunahu, tumejua bayan, kinyume chake ni kitman. Kwa hivyo nini maana ya bayan? Nini maana ya tibyan? Min, nini maana litubayina linasi? Maana ya tibyan ama bayan? Hiya antubdil l ashya alati la yalamuha ya nnas. Hiyo ndo maana ya bayan ama tibyan. Ni kudhihirisha mambo ambayo kwa watu ambayo kwamba walikuwa hawayajui. Hiyo ndo dalala ya kilma cha bayan dalala ya kilma cha bayani ndani ya Qur'ani, hiya an tubdi lashya alati, alati la yalamuha an nas, ni kudhihirisha mambo ambayo kwamba watu walokuwa hayajui. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa, subhana wa taala wakati aliposema wa anzalna ilayka dhikra, na tumekuteremshia wewe dhikra, dhikra yani ni Qur'an, litubayina eh, litubayina linnasi, ili upate kuyadhihirisha kuyabainisha kwa watu, yani kitu ambacho kwamba walikuwa hawakijui. Tumekuteremsha wahi wewe Mtume Muhammad uwaambie wao. Kwa hivyo mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anapomwambia anapoteremsha wahyi akasema waaqimu salat, Mtume Muhammad atadhihirisha kwa kaumu yake, awaambie kwamba Mwenyezi Mungu amewaambia muswali. Kwa hivyo hiyo ndiyo tibian Tibiani ni kudhihirisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremsha wahi kwa Mtume Muhammad, hurimat alaykumul maytatu wad damu wa lahmul khinzir, Mtume Muhammad atawaambia kaumu zake kwamba Mwenyezi Mungu amewaharamishia damu na nyama ya nguruwe na maiti, kwa sababu ni jambo ambalo walikuwa hawalijui, ni jambo ambalo kwamba hawalitambui. Kwa hivyo hawali, yeye amewabainishia, amewa lile jambo. Na ndio hata kwa lugha ya Kiswahili watu utamsikia mtu anakuambia weka bayana kila kitu. Yaani maana yake usifiche kila kitu kiweke wazi. Kwa hivyo haingiliani hakuna ilaka yoyote na kilma cha tibiani ama cha bayani na tafsiri. La, tafsiri iko na dalala yake na tibiani ama bayani iko na dalala yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa amwambia Mtume Muhammad litubayina linasi ma nuzila ilayhim, ili uwabainishie wao kwa yale walioteremshwa kwa wao, wa katika Surat An-Nahl. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya sitini na nne atwambia wama anzalna alayka alkitaba illa litubayina lahum alladhi ikhtalafu fihi Mwenyezi Mungu amwambia wama anzalna alayka alkitabu, wala hatukuteremsha wewe kitabu ila ubainishe kwa wao kwa yale ambayo kwamba ikhtalafu fihi walokhtalifiana. Yani abainishe nini? Abainishe halal na haram kwa ahlul kitabi, awambie kwamba kwetu hili ni haram na hili ni haram. Mwenyezi Mungu amesema hili ni halali, hili ni haram. Hiyo ndio bayan, hiyo ndio tibyan. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine aliposema a la lkitaba tba likuli shai, na tumekuteremshia wewe kitabu tibyanan, yani kimebainisha kila kitu. Kwa Mwenyezi Mungu anaposema tibyanan likuli shai, anamaanisha kwamba kila kitu kiko wazi ndani ya Quran, yani humu ndani kila tunachokitaka kiko wazi huna haja ya kutafuta kitabu chengine, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, vitabu vya la, fiqhi la, la, la, la. Qurani Mwenyezi Mungu ashakwambia tibyanan li kulli shay, na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala amwambia Mtume Muhammad kwamba litubayina linasi huwabainishie watu. Kwa hivyo, haiwezekani kwamba litubayina linasi ni kufasiria watu, la, ni kuwadhihirishia na kuwabainishia yale ambayo kwamba uloambiwa wewe Mtume Muhammad, yani katika wahi. Kwa hivyo maana ya tibyan, maana ya bayan haina ilaqa yoyote na tafsir. Kwa hivyo dalili hii wanayotoa ni dalili batil, haiendani na hapa mahali pake, yani hapa si mahali pake, bali yanazungumzia kwamba Mtume Muhammad yuambiwa kwamba aliyoteremshwa wahi awaambie wale kaumu zake.